Madhumuni ya serikali katika kusimamia uchumi wa soko si kukataza biashara bali kutaka ifanyike kwa kuzingatia sheria na misingi ya ushindani. Namba mbili, washindani wanatakiwa kushindana na si kula njama na kufanya vitendo vinavyofifisha ushindani sokoni. Haya yote yatawezekana iwapo tutafanya biashara zetu kwa kuzingatia misingi ya ushindani. Tatu, Tume ya Ushindani pamoja na vyombo vingine vinavyosimamia masuala ya biashara kuhakikisha vinatekeleza majukumu yao kwa kuongeza zaidi utoaji wa elimu kwa wafanyabiashara na kuwaelekeza zaidi kuhusu wanayopaswa kufanya ili kuepuka uvunjwaji wa sheria. Nazidi kuwaomba waandishi wa habari tuendelee kushirikiana na wote ambao tunaingia kwenye magrupu na watu, ukiona jambo linapotoshwa kuhusu nchi yako, tafadhali volunteer kutoa taarifa zilizo sahihi.